Mheshimiwa Hussein Nassor Amar atafuatiwa na Mheshimiwa Profesa Shukurani Elisha Manya, Mheshimiwa Rose Vincent Busiga ajiandae. Asante Mheshimiwa Spika, nami kwa kunipa nafasi hii niweze kuchangia hoja iliyoko mbele yetu. Lakini kwanza, nami pia nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha mimi kunipa uhai na afya njema na kuweza kusimama kwenye bunge lako hili tukufu kwa siku ya leo. Lakini Mheshimiwa Spika, nikupongeze sana wewe mwenyewe kwa namna unavyoliendesha ama kutuongoza katika hili bunge. Ninasema kwamba hatukukosea kukupa nafasi hiyo, lakini pia ninawaomba wanambea 2025 wasikuache nyuma, wakurudishe tena. Mheshimiwa Spika pia nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Majaliwa Majaliwa kwa kumsaidia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, anafanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa waziri mkuu ninampongeza sana lakini pia nimpongeze naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, pamoja na msaidizi wake naibu waziri kwa kazi nzuri wanayoifanya kwenye hii wizara ya nishati. Kwa kweli hongereni sana, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, pamoja na Mheshimiwa Judith. Lakini pia nimpongeze katibu mkuu na watendaji wote, lakini wakiwemo mameneja wetu wa mkoa wa Geita pamoja na wilaya ya Nyang'wale kwa kazi nzuri ambazo wanaweza kuzifanya. Nawaomba wanabukombe wako hapa 2025 turejesheeni, mheshimiwa naibu waziri mkuu anafanya kazi kubwa sana na hajawaangusha. Mheshimiwa naibu naibu spika, nimpongeze sana mheshimiwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fedha nyingi sana kwenye miradi ya maendeleo kwenye nchi yetu na hususani pia na wilaya yetu ya Nyang'wale. Mimi kama mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Nyang'wale tunasema kwamba mama anatudai na hususan ni kwenye upande wa nishati. Hivi ninavyozungumza jimbo la Nyang'wale lina, lina, lina, lina vijiji 62 na vitongoji 273, vijiji vyote vijiji 62 vina umeme na vitongoji 88 pia vina umeme. Hongera sana mama kwa kazi kubwa unayotufanyia sisi, wana Nyang'wale tunasema ishirini ishirini tano tuko na wewe, hatutakuangusha kura zote tutakupa mama. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kuunga mkono hoja hii iliyoko mbele yetu. Ni hoja ambayo imesheheni na imeeleza vizuri mipangilio na mipango mizuri kuhusu masuala ya nishati, namna gani tunakwenda huko mbele. Mheshimiwa Spika, jimbo la Nyang'wale sisi tunasema hivi mama, tunamuunga mkono kwenye lile swala la kusema tunataka tuondoke kwenye kutumia kuni tutumie nishati safi, sisi wa Nyang'wale tumemuunga mkono, tunafanya hivyo. Ninataka nitoe ushauri kidogo kwenye hili swala, wako hapa wasambazaji wa mitungi na gesi. Tunaiomba serikali na ishauri ipunguze gharama ya mitungi ya gesi, lakini pia na gesi yenyewe, kwa sababu wananchi wetu kule vijijini vipato vyao ni vidogo wamemuunga mkono na tunakubali kutumia kabisa nishati iliyo salama na nishati nzuri ambayo ni ya gesi. Punguzeni gharama za mitungi pamoja na gesi. Lakini Mheshimiwa Spika e, sisi wana Nyang'wale tunasema kwamba e, usambazaji wa umeme umefanyika, lakini kuna baadhi ya maeneo kwenye jimbo la Nyang'wale nadhani pia na kwa nchi nzima wananchi wamehamasika kuutumia umeme kwa kufunga viwanda vidogo vidogo. Umeme huu umeenea maeneo mengi kwenye jimbo langu, lakini kuna baadhi viwanda vimefungwa, zile transformer zimezidiwa. Ninawaombeni sana wizara, fanyeni tathmini ya kwenda kuzunguka na kubaini zile transformer ambazo zimezidiwa, mtuwekee transformer kubwa, ili wananchi waendelee kufunga mitambo kwa ajili ya uzalishaji wa, wa miradi mbalimbali mbali. Mheshimiwa kuna transforma ambazo zilianza kufungwa za KVA hamsini kwa kweli zimezidiwa, lakini pia naomba nishauri kwamba kwenye migodi yetu midogo midogo, pia na penyewe niendee, mkafanye tathmini transforma zinahitajika ziende kule, ili wananchi wetu, wachimbaji wetu, waendelee kutumia umeme huu ambao sasa hivi tuna umeme mwingi, mtuwekee transforma maeneo hayo. Mheshimiwa Spika, Jimbo la Nyang'wale, wananchi wangu wanalalamika, wanaulalamikia mgodi wa Nyanzaga. Nyanzaga wanaenda kuchukua umeme mkubwa kutoka kwenye mgodi wa Bariki Bulianhulu kuupeleka Nyanzaga, lakini kuna wananchi ambao wamepitiwa na mradi huo wameshafanyiwa tathmini. Leo takribani zaidi ya miaka mitatu hawajalipwa. Ninaomba Mheshimiwa waziri, naibu waziri mkuu lichukue hilo wasiliana na hawa, kwa nini hawataki kulipa kwa wakati, na sasa hivi ni zaidi ya miaka mitatu, tathmini imeshafanywa. Kwa hiyo ninaomba mlichukue hilo ili wananchi wangu waweze kupata eh, hiyo fedha ili iweze kuwasaidia kwa mambo mengine. Mheshimiwa, kwa leo hii mimi napenda sana kuipongeza wizara kwa kazi nzuri mliyoifanya, lakini la mwisho ninaungana na ushauri wa kamati. Leo hii serikali imeamua kumfungia mwananchi kijijini umeme kwa gharama ya elfu ishirini na saba lakini kuna wananchi ambao wako mjini na maisha yao na nyumba zao ni kama zile za watu wa vijijini. Kwa nini na hawa wananchi walioko mjini na hasa ambao wako kwenye ile miji inayonyanyukia, mfano mji wa Karumwa kwa nini na wao wasifungiwe kwa elfu 27? Tuondokane na ile shilingi laki tano ama zaidi ya laki tano, kwa sababu ukiangalia tunawapelekea wale tunawapelekea umeme vijijini kwa gharama ya shilingi elfu 27, na yawezekana huyo anayempelekea umeme huyo huyo mteja yuko mbali, anataka apelekewe kwa nguzo tatu nne. Huyo huyo aliyeko mjini hahitaji hata nguzo moja, ni kuvuta tu waya na yeye kwa nini asilipe gharama ya shilingi elfu ishirini na saba? Kwa hiyo mimi mi naiomba serikali na kuishauri ijaribu kuangalia hizo sheria kwamba na sasa tuwafungie hawa kwa elfu ishirini na saba ili tuweze kuwaongezea kuwa na wao na kuweza kuweza kutumia nini ule umeme wanufaike kama le watu wa kijijini. Leo unakuta mtu ana nyumba ya kawaida kabisa mjini lakini kijijini ana nyumba nzuri kabisa, naenda kufungiwa kwa elfu ishirini na saba. Huyu mwenye kipato cha chini na nyumba yake ni ya kawaida, ananyimwa umeme kutokana na nini? Hana uwezo, lakini uwezo wa elfu ishirini na saba anao. Ninawaombeni sana, chukueni ushauri wa kamati, kaliangalieni upya. Wako wananchi mjini, lakini uwezo wao ni mdogo, na wao wafungiwe kwa elfu ishirini na saba. Mheshimiwa Spika, nakushukuru, naunga mkono hoja. Asante sana kunipa nafasi hii sana.